Kama una dakika zitumie kuperuzi kifurushi cha pindua pindua cha kupa pindua unit. Piga nyota moja nne tisa nyota sifuri moja alama ya redi chagua pindua pindua, pindua. Vodacom, power to you. Pembeni yake unamwona, ni miongoni mwa superstar wa filamu za Kibongo, ni Mike Sangu. Huyu alikuwa mume wa msanii wa filamu. Vipi Mungu mambo? Msiba umeupokeaje wa marehemu? Nimeupokea kwa mshtuko mkubwa kwa sababu ndiko maana nilikuwa rafiki yangu sana kabla hata ya kumuoa Irene, nakumbuka kati ya uchumba wao tulikuwa marafiki, ni watu ambao tuliongea vitu vingi sana tukikuta leaders na vitu vingine. Na mtu ambaye alikuwa anasiana naye sana Facebook wakati mwingine hata uh, DM kwa ma, uh, chatting za kawaida tulikuwa tunawasiliana kwa sababu ni party ya familia ile ni Irene Uwoya mm, kwa hiyo taarifa nilizopata asubuhi uzuri taifa mimi nilizopata kutoka straight kutoka uh, Luanda kwenyewe kwa sababu nawasiliana pia na dada yake anaitwa Fatuma kwa hiyo yeah. Uh, uh, uh, kwa uh, ni watu ambao tunawasiliana kwa muda mrefu sasa. Pengine kwa kifupi sana ni nafikiri kama sehemu ya familia kwa upande wa Ndikumana na kwa upande wa mm Irene Uwoya -hmm. uh, una plani sasa labda kupunguzana ku, ku, na Irene kwenda kuhudhuria msiba kwa maana yako yeah. ya yeah. na katika hali tu ya kawaida uh, tumekubaliana na familia kwa sababu sasa hivi tunamsubiri mzee Uwoya arudi, babake na Irene bado hajafika, anatokea Dodoma lakini tumefanya kikao cha familia kwa muda mfupi uliopita, na tulikuwa tunasubiri simu kutoka Burundi kwa mama yake, kwa sababu Ndikumana amefia Kigali Rwanda. Uh, na amezikiwa huko lakini msiba uh, toka asubuhi kati tunafanya mawasiliano ulikuwa huko Burundi. Kwa hiyo hatujajua kama bado msiba uko Burundi au la, na sisi tunataka tukitoka huku tukisafiri kwenda kule tujue tunafikia wapi. Kama tunafikia Burundi basi tuanze kunana na mama yake afadhali, baadaye tutakwenda huko Kigali, lakini tusubiri taratibu na tunafanya mawasiliano na watu wenzetu waliko uh, Kigali uh, Burundi kwa ajili ya kujua tunakwendaje. Pembeni tu hapa uh, ni Krish. Huyu ni mtoto wa Irene Uwoya na marehemu Hamad Ndikumana Kataut. Mambo. Thank you. Thank you. Huyu ni Krish, ni mtoto wa Irene Uwoya. Nadhani kama ulivyoweza kumwona, hawezi kusema chochote kile na mazingira ya msiba nini, lakini ndio mtoto wao ambaye wameza pamoja na Ndikumana pamoja na Irene Uwoya. Ah, tunatafuta watu mbalimbali hapa, lakini na pengine kabla sijaondoka, pengine una neno lingine la kusema kwa na Global TV Online a chochambaho naweza kusema uh, kutokana na mazingira mzima mazima ya msiba huu. Unaweza uh, unaez mi kikubwa ambacho ta nikiongee ni kwenye mitandao ya kijamii, na tunawaona Instagram na sehemu zingine, watu wanaongea vitu tofauti kuhusu Irene Uwoya, wanatafsiri msiba huu vitu viwili tofauti kuhusu Irene Uwoya. Niseme ukweli tu kwamba Irene Uwoya ni binadamu kama ulivyo wewe na nilivyo mimi na mtu mwingine. Tafsiri yako wewe na familia yako usiiamishe kwa Irene. Watu wanamuumiza Irene Uwoya kwenye maneno makali sana, wanaongea vitu vikali sana kuhusu Irene na kuhusu msiba. Mkumbuke ku Irene anaumia na huu msiba na, na yes, si Mungu, Irene Uwoya wala sio malaika kusema kwamba anaweza akachangia kifo cha mtu mwingine. Tuwe na na huruma kwa mtu unapomkuta matatizo. Mkumbuke Irene, Hamadi ni mume wake kabisa wa ndoa, hata kama kulikuwa na conflict vipi, lakini mume wake wa ndoa, walifunga ndoa kanisani kwa hiyo leo anapopata msiba mkubwa kama huu, anatoka mtu anaposti vitu vya ajabu ajabu, anaongea vitu vya ajabu ajabu. Naomba ni wasi wa Tanzania, si sehemu sahihi ya kupata maarufu kupitia Irene Uwoya, si sehemu sahihi kumuongelea Irene Uwoya vibaya, si sehemu sahihi. Irene Uwoya na familia yake anaumia na anaumia kama ambavyo unaweza kuumia wewe au mtu mwingine. Siri ya mapenzi ya Irene na Hamad anaijua Irene Uwoya. Si vema kumwongelea vibaya Irene Uwoya kwenye mitandao ya kijamii. Nimeona watu wameongea sana, wametafsiri vile ambavyo wao wanafikiria, lakini kumuumiza Irene Uwoya, analia right. Kama ungekuwa karibu na Irene Uwoya ungejua hichi ninachokisema, anaumia na analia sana. Nisingependa kuona mnaendelea kumuumiza Irene Uwoya, mwache mm. aliyomkuta amalizane nayo mwenye eli ni mazungumzo mazuri kabisa kutoka kwa msanii wa filamu za kibongo Mike Sangu, ambaye amezungumza mambo mengi kuhusiana na mazingira mzima ya msiba wa alikuwa rafiki yake na shemeji yake pia, marehemu Hamadi Ndikumana Kataut. Mtazamaji, Hamadi ni ndugu yangu kabisa, kwa sababu mamangu miko ni Burundi, so far Hamadi ni kama ndugu yangu. Neto Bretton Masalu nyuma ya kamera, msema Sande Bushiri. Ni mazungumzo fulani hapa ya kifamilia. Leo tuko nyumbani kwa msanii wa filamu za kibongo Irene Uwoya.

Kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua units zako kuwa dakika au mb au sms unavyotaka. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reri chagua pindua, pindua. Vodacom. Power to you. Sibuka Loto. Tumerudi tena na sasa tunaselema kwa elfu. Baada ya miaka kumi, Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wa Sibuka nchini kote. Jishindie trekta aina ya John Deere 565 boda boda 15, pampu za dawa 50, redio 100, majembe ya ngombe 50, na zawadi nyingine. Kem, kem, jinsi ya kuselema kwa elfu piga namba ya mwamalo wa Mpesa kisha chagu kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777 kisha andika kumbukumbu kumbu namba 3538 kisha weka kiasi cha shilingi 1000 kwa tiketi moja. Kata tiketi nyingi zaidi kuingia draw kubwa Desemba 9 mwaka 2017 na, na draw za kila wiki pia zipo. Sibuka Loto, selema kwa elfu.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 katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers The House of Favorite Newspaper, imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo, kutazama Global TV, kuenjoy burudani ya muziki kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu. Ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kuwa wa kwanza kuhabarika. Global Publishers, The House of Favorite Newspaper.